Wakati wa ziara yake ya kiserikali jijini Beijing, Uchina, Rais William Ruto alitangaza kwamba mfumo wa sasa wa kimataifa umepitwa na wakati na haufai kwa matumizi. The IMF was A system that collapsed 50 years ago. Rais pia alitilia shaka umuhimu wa muundo wa sasa wa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa katika kushughulikia changamoto za sasa za amani na usalama. Matamshi ya Rais Ruto yanawadia huku kukiwa na ongezeko la wito wa kimataifa wa kufanya mageuzi shirika hilo muhimu la Umoja wa Mataifa ambalo hutoa maamuzi kuhusu masuala ya amani na usalama. In the Ruto alishikilia kuwa Kenya haielekei mashariki wala magharibi bali inazingatia sera ya kigeni na ushirikiano wa kiuchumi na inaweza kutumika kama daraja kwa maeneo mbalimbali licha ya vita vya kibiashara vinavyoendelea kati ya Uchina na Marekani. That we have today, today. Rais Ruto pia alifanya mazungumzo na Zhao Leje ambaye ni mwenyekiti wa chama cha People's Congress na waziri mkuu Li Qiang katika ukumbi wa Great Hall of People mjini Beijing, Uchina.